Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: UNDP yawasaidia wanawake waliokumbwa ya na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi nchini Tanzania. Nikamwaga mbegu, nilivyomwaga mbegu tukapanda. Baada ya kupanda mpunga, mpunga umefikia kima, kim, kimo cha kuanza na kuchanua, maji ya ziwa akawa ameshaingia kwenye hilo shamba na mpunga wote ukazama na leo katika kujifunza Kiswahili tunabisha hodi chuo kikuu cha Nairobi, Kenya, kupata ufafanuzi wa methali karibu. Ni Jumanne ya tarehe 21, mwezi ni Oktoba, mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Arnold. Naanzia Mashariki ya Kati, usitishaji mapigano Gaza umewezesha shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kufikia watu wengi zaidi kwa misaada ya chakula. Tangu Oktoba 11 zaidi ya tani 67 za zi chakula zimeingizwa zikisaidia karibu watu nusu milioni, amesema Aba Etefa, afisa mwandamizi na wamasiliano wa Kanda na msemaji wa WFP, akiongeza kuwa bado wanahitaji kufikia tani elfu mbili kwa siku na kufunguliwa kwa vituo vyote vya kufikia mipakani ili kuzuia balaa njaa ya kuenea. Naibu mratibu wa misaada ya dharura wa Umoja wa Mataifa Joyce Msuya ametembelea Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ambako mamilioni ya watu wamefurushwa makwao wakiwa na uhitaji mkubwa wa chakula, ulinzi na huduma za msingi kutokana na ukosefu wa usalama na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Bi Msuya amewapongeza wahudumu wa kibinadamu kwa kuwasaidia watu hao, akisema I nimeguswa sana na kujitolea kwa wahudumu wa kibinadamu hapa licha ya kukatwa kwa ufadhili mkubwa duniani, hawajazipa kisogo jamii. Amesitiza kuwa hali ya kibinadamu bado ni mbaya, huku wakimbizi kutoka Sudani wakiwasili na watu wakiendelea kukimbia ndani ya nchi, ikionyesha haja ya haraka ya msaada wa kimataifa na kasi ya ukataji miti duniani imepungua katika kipindi cha miaka kumi iliyopita kwa mujibu wa ripoti ya tathmini ya rasilimali za misitu duniani elfu mbili na ishirini na tano iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo duniani FAO. Ripoti inasema takriban hekari bilioni nne nukta moja nne za misitu zinafunika eneo la dunia sawa na theluthi moja ya ardhi yote, na habari njema ni kwamba zaidi ya nusu ya misitu duniani sasa ipo chini ya mipango ya usimamizi wa muda mrefu na karibu ya robo yake ipo katika maeneo yanayosimamiwa kisheria. Mwisho wa muhtasari wa habari, kwako Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Je, wafahamu maana ya methali ng'ombe wa mnyonge hazai kamala? Basi ungana nami hadi katika kipengele cha jifunze Kiswahili.

Minbain, aduan, aduan, aduan, aduan, aduan. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani, kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni washirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha hali ya hewa ya kupitiliza kama vile vimbunga vinavyoleta mvua kubwa, maporomoko ya udongo na hata kufurika kwa mito na maziwa. Kusini magharibi mwa Tanzania, wilayani Sumbawanga mkoani Rukwa, kimbunga kilisababisha ziwa Rukwa kujaapo moni na kuleta madhara. Shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP liliona walioathiriwa zaidi vibaya ni wanawake, hivyo wakaandaa mafunzo. Je, yalihusu nini na kwa nini? ungana basi na Asumpta Masoi kwenye mada hii kwa kina iliyowezeshwa na Sawiche wa Monza, afisa kutoka UNDP. Mshiriki wa mafunzo anaanza kwa kujitambulisha na yaliyomsibu. Kwa majina naitwa Veronica Mofati. Ni mkazi wa kata ya Kalumbaleza kijiji cha Kalumbaleza. Mwanzo tulikuwa na kilimo cha mpunga kwa kutumia umwagiliaji wa ule mto, baadaye ule mto u mapolomoko yakaja, ule mto ukapanuka ukaharibu mashamba, mashamba yakasongwa yakaenda yakupaka ziwani, ziwa likajaa likaondoa yale mashamba, mashamba yakafurika maji. Toka hapo tumebaki tunaishi maisha magumu sana, maisha ambayo sio mazuri. Sasa shida kubwa imekuja kwa sisi wakinamama. Baba ana uwezo wa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, mwanamke uwezi kwa sababu na watoto kwao tumebaki tunaishi maisha ya kuangaika, labda uende ziwani ukanunue tu samaki uje uuze. Kilimo kile ambacho tukawa tunakipata hamna saizi, hata mahindi ukilima unapata kidogo. Tulizoea kulima kilimo cha mpunga, siku hizi hatulimi. Kwa hiyo mimi nilikuwa naliomba ili shirika litusaidie sisi wakina mama na hasa sisi wakina mama walimo bonde. Mimi nikipata hela ya mkopo au nikipata hela ya msaada nitakuwa mjasiriamali, nitatoka hapa nilipo. Kwini Asagile Masebo, mjumbe huyu wa kikundi cha jitume msia, anakumbuka masaibu yaliyomfika. Ilikuwa hivi, nilikodi shamba ikamoja. Baada ya kukodi hilo shamba muda ukawa umeshafika muda wa kulima, nikamwaga mbegu. Nilivyomwaga mbegu, tukapanda. Baada ya kupanda mpunga, mpunga umefikia kimo cha kwanza na kuchanua maji ya ziwa yakawa yameshaingia kwenye hilo shamba na mpunga wote ukazama. Nilikuwa nimetumia kama laki tano. Nilikuwa, nilikuwa nimekopa kama laki tatu na laki mbili, ilikuwa ni kama ila yangu mimi ya balance. Jiwekeza hata unapokuwa katika biashara usiweze usue, kutumia kitu chote ukaacha bila kuweka akiba, kwa sababu kunaweza kikatokea changamoto kama hizo zilizonitokea mimi kwenye nini, kujiwekeza kwenye shamba alafu shamba likaingiliwa na maji. Kwa kusaka majawabu UNDP kachukua hatua kama sema mkufunzi. Kwa majina anaitwa Clara Peter Maliwa, ni mtaalamu wa masuala ya jinsia katika shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP. Tuna program maalum hapa ya kuwawezesha wanawake kiuchumi, kuwapatia elimu na ujuzi namna ya kukabiliana na majanga kwanza, lakini pia tunawapatia elimu ya fedha na elimu ya biashara. Tunafanya hivi chini ya mradi wa CRRF na mradi wa kukabiliana na majanga katika wilaya hii ya Sumbawanga, tuki uh, target kata tano ambazo huwa zinakabiliwa, zinakabiliwa na majanga mara nyingi. Tunafanya hivi kwa wanawake hawa kwa sababu tunajua wakati wa majanga mwanamke ndiye anayekuwa muhanga wa kwanza, ndio mwathirika wa kwanza, lakini si hivyo tu mwanamke huyu ndiye wa kwanza katika kuiokoa familia, ndio yeye anaangalia watoto, ndio yeye ataangalia wale walioathirika zaidi na majanga, ndio huyu ataangaika katika kuipikia na kuangalia mazingira maf ya ya familia katika wakati ule wa majanga. Kwa hiyo tunaamini sisi tunapomsaidia mwanamke huyu katika uh, masuala haya ya kutafuta fursa au kumpatia elimu ya biashara kunamwezesha yeye aweze kujiokoa kwanza yeye peke yake, lakini pia na familia yake. Lakini tunaamini mwanamke akiwa huru kiuchumi, basi familia nzima inaweza ikawa imepata ufa, u, u, unafuu wa kuweza kupunguza zile athari, kwa sababu mwanamke huyu atakuwa na uwezo wa kununua chakula kingi, atakihifadhi ndani, lakini pia anaweza akawa na uwezo wa kuhamisha familia yake pindi anapopata zile taarifa za awali za athari kulingana na majanga ambayo yanaweza kutokea katika eneo hilo. Kwa kweli ni wale wamama wa kijijini kabisa ambao wanajitahidi kuwa na vikundi vyao vidogo vidogo, lakini kama ulivyoona, wamama wengi, asilimia naweza nikasema 40, wamekuja na watoto. Kwa hiyo hii inadhihirisha ni kiasi gani kina mama wapo katika mzigo wa malezi, lakini wakati huo huo wanatakiwa kuipambania familia. Washiriki wa mafunzo wakafunguka. Kwa majina naitwa Maria Edison Mwambenja, natokea kata ya Kapenta kijiji cha Kapenta. Kwa kweli nashukuru kwa mafunzo haya niliweza kuyapata, yameniweza kuniweka kuwa jasiri na yameweza kunisaidia kidogo, kwa sababu tulipatwa na maafa ya kimbunga, mafuriko, tuliathirika sana, watoto, wamama, mali zetu ziliteketea, lakini kufuatana na haya mafunzo nimeweza kugundua kwamba serikali inatujali inatusamini kama sisi wananchi wake, maana tumeweza kupata mafunzo na msaada pia. Kwa hiyo nitakapotoka hapa kuelekea kule, najua na wengine ambao nimewacha kule, nitakapowaelekeza na kuwafundisha yale tuliyoyapata hapa, najua nao watafarijika, watasamini kwamba kumbe serikali inawajali na wasamini. Kwa majina naitwa ni Veronica Nicolas Kawembe ni, ni mwanakikundi wa wakilitiba na mimi ni mwenyekiti wa kikundi hicho. Kwa kweli haya mafunzo tuliofundishwa tulio hapa na wawezeshaji, kwa mimi kivyangu, yamenipa faida kubwa kwa sababu tulishawahi kuchukua mwanzo mkopo wa milioni sita na tukarejesha kwa wakati. Alafu kabla ya hapo tulifanya biashara ndogondogo waikurejesha umrejesha kwa sababu hata hii itakuwa ni awamu ya pili na maana tumenufaika na huu mradi. Mimi kwa majina naitwa Veronica Raymond funga vyema limetokea kata ya Nankanga. Hayo masomo mpaka saa hizi nilivyoelewa, yamenisaidia pakubwa, na yataendelea yata kunisaidia, kwa sababu nilikuwa nimekaa sijawahi ingia kwenye vikao vyovyote vile, ila nilikuwa naendesha biashara ni mradi lakini kwa sasa hivi nimejifunza ni namna gani ya uwekezaji wa fedha, kutunza kumbukumbu, ni jinsi gani nitakavyopata kila kipato, nitakifanyaje, nitakitenga vipi, na kwenye kikundi nitaendelea vipi. Januari Masenga Afisa mtendaji huyu wa kata ya Karumbareza hapa mkoani Rukwa akatamatisha kwa kuomba wadau wakiwemo UNDP waongeze wigo wa usaidizi, na kwa wanawake watoke nje waseme kitu fulani ni tatizo, watoke nje waseme jambo hili tunafikiri litatusaidia, tatusaidia, huu ujumbe unaweza ukatusaidia sisi kama taifa na ukatusaidia sisi kama nchi. Shukrani sana Sunto Masoi, na asante sana Sawiche wa Munza kwa mada hiyo kwa kina na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni dr Josephat Gitonga, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali ng'ombe wa mnyonge hazai. Ng'ombe wa mnyonge hazai. Methali hii ina maana kwamba mtu asiye na uwezo au yule ambaye anaonekana kuwa dhaifu kimatendo kiakili au kifedha, basi hali yake ya kimaisha huwa ni ya chini, na hivyo basi hana chumo. Anapojaribu chochote hafanikiwi. Mnyonge akipata akipatacho hakidumu, hawezi kukitunza, hivyo basi hubaki bila chochote. Lazima mnyonge hanjikakamue na kujiondoa kwa unyonge huu na kujikomboa yeye mwenyewe pasi na kutarajia mwingine. Kubaki na unyonge ni kubaki kuwa na udhaifu na umaskini milele. Shukrani sana Daktari Josephat Gitonga kwa elimu hiyo.